Wenye nguvu jina lako libarikiwe na kutukuzwa milele. Mungu, tunakuabudu peke yako, tunakutukuza. Asante kwa sababu umetukaribisha tena kwenye uwepo wako. Asante kwa sababu wewe ndiye Mungu peke yako ambaye umetamani kukaa pamoja na sisi, nasi ye Bwana, tumekuja madhabahuni pako, tumekuja kukaa na wewe kwenye uwepo wako, Ee Mungu. Katika jina la Yesu tuko tayari utuhudumie jinsi inavyokupendeza asante kwa sababu ya mkono wako na nguvu zako, ni katika jina la Yesu Kristo, Mungu uliye hai. Asante kwa uaminifu wako Bwana, asante kwa rehema zako na neema yako katika jina la Yesu, na wote tuseme amen. Amen. Amen. Amen. Unaweza ukakaa. Mungu wabariki waimbaji. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. tena tunamshukuru Mungu kwa neema yake, leo ikiwa ni siku ya tano ya semina tuliyonayo ya siku nane hapa Kiharaka, na tumemwona Mungu akituhudumia tangu siku ile ya kwanza tulipoanza, na somo tulilonalo lina kichwa kinachosema kufunguliwa kwa mbeba maono wa familia. Wangapi ambao leo ni mara yao ya kwanza kuja kwenye hii semina hapa tangu tumeanza siku ya kwanza leo ndo oh. ambao ni siku ya pili, kwamba walikuweko jana na leo, amen. Bwana Yesu asifiwe sana ah, naona kuna mikono mingi kidogo ya wenzetu ambao hatakuwa nao kwa ili angalau tusiwache mbali sana, ni kuwekea samale tu kidogo angalau ujue tunapozungumza juu ya mbeba maono wa familia tunamaanisha nani na hayo maono tunamaanisha nini? Amen. Basi funika macho yako ni mshukuru Mungu kwa ajili ya kile cha leo. Bwana Yesu asante kwa sababu ya uaminifu wako, sifa na heshima na utukufu ni za kwako. Sante kwa ajili ya siku ya leo tena, watoto wako tuko mbele zako na tuko tayari kula na kunywa kile ambacho umetuandalia. Fungua fahamu zetu na akili zetu tupate kuelewa na maandiko ukinijalia kulinena neno lako jinsi ni pasavyo kunena, katika hekima maarifa, ufahamu na ufunuo utokao kwako. Naomba simama pamoja na mimi katika kulinena neno lako, ili jina lako lipate kutukuzwa katika jina la Yesu, na wote tuseme amen. Tunapozungumza juu ya kufunguliwa kwa mbeba maono wa familia, huyu mbeba maono tunamaanisha mtu ambaye amewekwa kubeba hadhi na heshima ya familia ambayo Mungu alikusudia hiyo familia iwe nayo. Kwa tunapozungumza juu ya mbeba maono, tunamzungumza mtu ambaye amewekwa kwenye familia abebe hadhi na heshima ambayo hiyo familia ilikusudiwa na Mungu iwe na hiyo hadhi. Hakuna familia ambayo Mungu aliiweka duniani iwe ni familia ya kudharauliwa. Kila familia kuna hadhi ambayo ilitakiwa kuwa nayo, kila familia kuna heshima ambayo ilitakiwa kuwa nayo. Na katika hiyo hadhi na hiyo heshima, yuko mtu mmoja ambaye Mungu huwa anamweka, ili kwa yeye heshima ya familia iwepo, ili kwa yeye hadhi ya familia iwepo. Kwayo tunapomzungumza huyu mbeba maono, tunamwongelea mtu huyo Amen. Lakini pia tunapomwongelea mbeba maono wa familia, tunamwongelea mtu ambaye amewekwa na Mungu ili kwa kupitia yeye familia ifanikiwe. Haleluya! Ukiingia ndani ya familia, sio kila mtoto alioko kwenye hiyo familia anaweza akawa sababu ya familia kufanikiwa. Anaweza akasoma sana lakini asiwe sababu ya familia kufanikiwa. Anaweza akawa na fedha lakini bado asiwe sababu ya familia kufanikiwa. Lakini yule ambaye amewekwa kuwa sababu ya familia kufanikiwa, wakati mwingine, eneo la elimu kwake linaweza likawa shida, eneo la kiuchumi kwake linaweza likawa shida, eneo la ndoa kwake linaweza likawa shida, lakini ndiye ambaye Mungu amemweka kubeba mafanikio ya hiyo familia. Amen. Tunapomzungumza huyu aliyewekwa kubeba mafanikio, si tu kwamba yeye amefanikiwa, ila yeye anakuwa sababu ya wengine kuvuka kwenye familia. Anaweza akawepo mtu ambaye amesoma sana, lakini hawasaidii ndugu zake. Amefanikiwa sana kiuchumi, lakini hawasaidii ndugu zake. Lakini yuko mtu ambaye kiuchumi yeye mwenyewe bado ni shida, akiwa na elfu kumi, hiyo hiyo anamwaza baba yake, hiyo hiyo anawaza watoto wake, hiyo hiyo anawaza wadogo zake. Huyu ndiye tunayemwongelea, mtu ambaye ni sababu ya familia kufanikiwa, ambaye wakati nazungumza kwa wale ori waliokuwepo, nilikwambia hawa watu hawajazaliwa kuwa watu kwenye familia, wamezaliwa kuwa madaraja kwenye familia ili wao watumike kuivusha familia kutoka ng'ambo moja kwenda ngambo nyingine. Wamezaliwa kuwa magari ya kuibeba familia kuitoa sehemu moja kuipeleka sehemu nyingine. Huyu ndiye mbeba maono tunayemzungumza, amen. Lakini tukajaribu kuangalia maono ni nini, tukasema maono ni picha ya kesho ambayo Mungu anaiweka ndani ya mtu kwa ajili yake na kwa ajili ya familia. Ni picha ya kesho ambao Mungu anaiweka ndani ya mtu kwa ajili yake na kwa ajili ya familia. Njia za kuiweka, Mungu anaweza akaiweka hiyo picha ndani ya mtu kwa njia ya ndoto kama ilivyokuwa kwa Yusufu. Mungu alimsemesha kesho yake na kesho ya wengine kupitia kwenye ndoto, lakini pia inaweza akaja ni kwa njia ya maono ya wazi, au inaweza ikaja kwa njia ya mawazo. Mungu anakuwekea moyoni, ambao unakuta kuna kitu hakiondoki kila unapojitazama kwenye leo, unajiona hivi nilivyo mimi kesho sitakuwa hivi. Miaka mitano ijayo, miaka kumi ijayo, miaka ishirini ijayo, nitakuwa mtu mwingine tofauti na huyu wa sasa, na kwa kupitia mimi familia yangu haitakuwa hivi ilivyo leo. Ni kweli familia yangu inadharaulika, lakini nikitazama miaka kumi ijayo, miaka mitano ijayo, ninaiona familia yangu itakuwa ni familia yenye kuheshimiwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tukasema, maono ndani yake amebeba ya mafanikio kwamba unapozungumza maono unazungumza mafanikio. Unapozungumza maono yamebeba msaada. Kwa hiyo huyu mbeba maono akifungwa, sio tu kwamba yeye amefungwa, bali maono pia yamefungwa, jibu limefungwa, msaada umefungwa, mafanikio yamefungwa. Jana nikakupa mfano ya kwamba tulipokuwa tunatazama pointi ya kwamba mbeba maono wa familia akifungwa na familia yote imefungwa ame, ame. Nikakupa mfano ya kwamba ukienda gerezani utakuta kuna watu wamefungwa kule gerezani, na wale waliofungwa, kuna mmoja au wawili au watatu au wote, ndani yao walikuwa wana maono ya kuwa na kampuni, ndani yao walikuwa wana maono ya kuwa na viwanda. Kwa hiyo akiwa na kiwanda anatakiwa kuajiri watu. Akiwa na kampuni anatakiwa kuajiri watu. Maybe kampuni yake ilitakiwa kuajiri watu hamsini wa kiwanda chake kilitakiwa kiajiri watu mia moja. Kwa sababu yeye amefungwa, maana yake na yale maono yamefungwa sio tu maono yamefungwa, na ajira za watu hamsini zimefungwa. Kwa hiyo huku mtaani utakutana na watu hamsini hawana kazi, sio kwa sababu hawana kazi, ni kwa sababu aliyetakiwa kuwaajiri amefungwa. Kwa hiyo kilichofungwa sio tu aliyetakiwa kuwaajiri ila ajira zao zimefungwa. Kwa unaweza ukaelewa mbeba maono akifunguliwa, kuna watu wengi sana wamefunguliwa. Haleluya Nikakupa pia mfano ya kwamba kitabu cha Zakaria sura ya tisa mstari wa tisa anasema, e binti Sayuni, piga kelele, furahi e binti Yerusalemu, kwa sababu mfalme wako anakuja kwako, naye ni mpole na mnyenyekevu, amepanda punda, mwanapunda, mtoto wa punda. Alafu maandiko yanatuambia wakati Yesu anataka kwenda Yerusalemu, aliwaambia wanafunzi wake kwenye kitabu cha Mathayo sura ya ishirini na moja nendeni kwenye kile kijiji mtamkuta punda amefungwa pamoja na mwana punda. Kwa hiyo yule mama hakufungwa tu peke yake, na mtoto wake alikuwa amefungwa. Waliomfunga yule punda watakwambia sisi hatukuwa na shida na mtoto wa punda ila tumemfunga mama yake. Na kwa sababu ni mtoto na bado anatakiwa kunyonya, yeye anajikuta anakaa kifungoni wakati yeye hajafungwa. Nikakupa mfano wa mama mjamzito, kama kuna kosa amelifanya, mashtaka yakaendeshwa mahakamani, hukumu ikatolewa kwamba anatakiwa afungwe miaka kumi, atafungwa pamoja na mimba yake. Mimba haijakosea chochote, lakini iko gerezani. Tunaenda pamoja na mimba ni maono kwa jinsi ya rohoni akizaa mtoto kwa sababu kwa lugha ya kitabibu mtoto anatakiwa anyonye maziwa ya mama yake kwa muda usiopungua miezi sita ile miezi sita yote yuko gerezani lakini hana kosa tunaenda pamoja yuko gerezani kwa sababu ya kifungo cha mama yake pamoja na kwamba anaweza akawa amefika kwenye muda ambao anaweza akatumia vyakula vingine lakini kwa sababu anaweza akasema kwa umri alionao bado anatakiwa akae pamoja na mama yake, atajikuta anaendelea kuwepo gerezani akiwa hana kosa. Na nikakwambia kuna watu ambao wapo vifungoni, sio wao walikosea, wao hawakufanya kosa, wao hawakuhukumiwa chochote, ila kwa sababu wao ni maono ya waliotangulia kwao waliotangulia walipoingia kifungoni na wao wakajikuta wameingia kifungoni wakiwa hawana kosa lolote. Tunaenda pamoja. Ungeuliza kizazi cha mzee Yakobo kwamba mmefanya kosa gani mpaka muwepo utumwani Misri, wangekwambia hata sisi hatujui, ila tumejikuta tumezaliwa tuko utumwani, ila maandiko yanasema ni kwa sababu Mungu alikwisha kusema kwamba wataenda utumwani watakaa kule miaka mia nne baadaye Mungu atawarudisha. Na kweli walienda wakakaa utumwani, kwa hiyo watoto wakazaliwa kule, wakajikuta wanaishi maisha ya kitumwa, na kumbe sio wao waliokosea, wala hakuna kosa walilolifanya, ila kwa sababu wamezaliwa utumwani wakaishi kama watumwa, ili hali sio watumwa. amen. Amen, lakini pia nikakwambia ya kwamba Mungu wakati anawadai wana wa Israeli utumwani Misri hakuwa tu analidai taifa kama taifa, alikuwa anayadai aina ya maisha ya mzaliwa wa kwanza wa Mungu, alikuwa anadai aina ya utumishi wa uzaliwa wa kwanza wa Mungu, alikuwa anadai maono ya Mungu yaliyofungwa Misri. Tunaenda pamoja, na nikakupa mfano kwenye Hosea sura ya 11 mstari wa kwanza. Mungu anaposema kutoka Misri nalimuita mwanangu. Amen. Na Mungu anamuita Misri, anamuita Israeli kutoka Misri kwa kumtumia Musa. Yesu alipozaliwa, malaika wa Bwana akamwambia Yusufu, mchukue mtoto uende Misri ili litimie neno lililonenwa kwa ujumbe wa Bwana kwa kinywa cha nabii, ya kwamba kutoka Misri nalimwita mwanangu. Kwa hiyo, kumbe wana wa Israeli kuweko Misri haikuwa wao, yalikuwa ni maono yako Misri ambayo yalikuwa amembeba Yesu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo nataka tutazame kitu ambayo itakuwa